Wake nyuma ndipo wakati ambao nadhani hapa tu na deal zaidi na na, na, na, na, na tukio hmm, la penati za kwanza, kabla penati ilivyopigwa hmm, kwamba skills, ndipo ambapo Salmini Ndioza alikuwa anafika, angalia, tazama ta hapo mbele, angalia kapu karusha mguu, hajamgusa mgusa, Ndioza akaenda hmm, chini, akarudi <laughs> lakini ile sasa mimi na wewe sisi tunapata faida kutazama kwa picha marejeo. Kwa mwanzo, hata mimi nilijua kwamba ni kweli mguu wa Rogers Gabriel umempiga Saudi Musa, akokuwa na huo mguso ambao ulimpelekea Saudi Yoda kuanguka. Na ukimtazama ukiona kwenye engo kubwa, mwamuzi aliwapa migongo, alikuwa nyuma yao kwenye picha ya ya ya nani. Muangalie mwamuzi pale eneo waliokuwa wamesimama, alafu wao walipo. Kwa hiyo kivyo vyote vile, mwamuzi yeye aliona kama Uh, yale madhambi yamefanyika, lakini kiukweli hakukuwa na mguso ambao ulimpelekea salmeni niosa kuanguka, na bahati nzuri ambayo ingekuwa ya mbele ingeweza kuonyesha ule mguu e, e, ungeweza kuonyesha mguu wa Rogers uliishia <coughs> watu, wakati unarudi na Hoza alienda kujigonga watu, kwa sababu Hoza anatuambia sisi kwamba nilipata contact ya kuona mguu umeinuka wakati unashuka taratibu, baada ya ku tukio la Hoza kuwa naenda uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sasa hapo upande wa pili kule, je, ulimgusa kwenye goti au haukumgusa? make Hoza ameanguka, kwa hiyo okay. hapo ukiona unarudi Mtozi akiachia taratibu taratibu. Sasa hapo eh, ule mguu umeshafika chini. Sasa pale Hoza anatuziba sisi upande ule wa goti Atuone kuna contact au hamna, tunaona mzali wa micro na upa. Ila ukiangalia kwa hiyo, kwa hii pia ni ngumu ukiangalia miguu ni kama kulikuwa kuna contact ya motion ile iliyomfanya aende chini, lakini wachezaji ni wajanja kwa kosa la kumwadamu muamuzi ambao tunaita dive. Angalia, angalia, angalia. Kwa hiyo anajiachia taratibu. Kwa hiyo hii lengo la juu. Na uzuri, Rogers kavaa viatu ambavyo vinaonekana kabisa red. Ni kwa hiyo mguu wa kushoto ule, unaonesema yeye ametoa contact ambapo kwa hiyo ndiyo

dhahabu zinapitishwa kwenye moto mkali. Wametafuta sana bao Kengold, lakini wanawe bao la nane, lakini ni bao la pili katika mchezo huu. Haikuwa na masihara mm -hmm. katika mazingira mm haya -hmm. bao mm la -hmm. tatu mm wanawasukuma -hmm. kwenda chini na baki walipo